Hali ya taharuki ilitokea hapo jana katika eneo la Angata Barikoi Kaunti ya Narok, wananchi takriban watano wakiuawa na maafisa wa polisi, wengine wakipata majeraha makali kutokana na utata wa ardhi. Leo hii viongozi mbalimbali mbali akiwemo Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja wamefanya mkutano wa hadhara kutafuta suluhu mwafaka, ila mbunge wa Emurua Dikirr Ng'eno akisema kuwa shamba hilo linamilikiwa na wakazi wa eneo hilo na wala hawatatoka kamwe. <coughs> ambia sisi wale watu ambao walidefy kotoda Seneta wa Kericho Aaron Cheriot akisema kuwa ni jambo la kuhuzunisha kuwa maafisa wa polisi waliopiga wananchi risasi bado hawajachukuliwa hatua kali za kisheria na sio kana kwamba hawajulikani. People cannot rest easy. Justice, yani ndio roho ya hayo watu, unajua uwezi kurudisha maisha. There is nothing that can be done that will cause the pain that is in the family and the heart of these people to go away. But at least to make them feel some sense of justice, action must be taken and swift action immediately. Tunataka by the time tunakuja kufanya mazishi hiyo watu tuambiwe wameshafika kotini, ndio sasa angalau tunasikia kitu inaendelea na hatutaki tena ile ukora ya kotini. Our judiciary is also becoming notorious kwa hizi cases za extrajudicial killing, mtu wakistakiwa inaishia hapo. Aidha, Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja amedokezea kuwa wote waliohusika kuzua vurugu na kuwaua wa wananchi watachukuliwa hatua kali za kisheria, na kila mmoja atabeba msalaba wake, ila wakihamasisha amani. Tayari nimesababisha investigation kubwa kufanyika hapa, na IPOA pia wako hapa kuona ya kwamba kama kuna polisi yote ile ambao amefanya maneno mimi nimesikia hapa, aipoa wako hapa kama oversight ya polisi. Polisi yoyote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake. Tuko pamoja, anabeba musalaba yake. Mtu yoyote ambao amefanya kazi kinyume ya sheria atabeba msalaba ya msalaba yake. Ndio sababu niko na watu wale, niko na wao hapa oh. Investigations itaendelea Awali viongozi wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka walikashifu tukio hilo wakisema kuwa matukio haya yameendelea kutokea mara kwa mara, serikali kutumia nguvu zaidi, na hasa baada ya serikali ya Rais Ruto kuchukua usukani mwaka 2022. Kalonzo akisema kuwa matukio hayo yanahusiana na yaliyotokea katika eneo la Mavoko, Nairobi, Ndabibi ambapo mamia ya wakazi walifurushwa makwao, akiweka wazi kuwa yanaendana kinyume na haki za kibinadamu na hawana budi kuripoti katika mahakama ya ICC. Fredrick Wambua, Undugu TV.